E bwana, mama Hadija Kopa anazidi kutamba ya? Anazidi kufurahia maisha hususan kuhusiana na ishu ya binti yake Zuhura, hususan baada ya kuwa mke halali wa Diamond Platnumz, baada ya ile ndoa ambayo Diamond mwenyewe ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. E bwana, jambo ambalo this time around lina trend huko mtandaoni ni hii video inayomwonyesha e mama Hadija Kopa akiwa yuko na wageni wake hapo akina Koti na kotina, watu wengine tofauti tofauti wakiwa wanakula chakula ambacho Zuchu ndiye aliyepika. Kwa hiyo ni moja kati ya video ambazo zimeenda viral, ni moja kati ya video ambazo sasa hivi hapa zinazungumziwa sana huko mitandaoni kuhusiana na hii issue, hususan ukizingatia kwamba sasa hivi kitu ambacho kinachofuatiliwa zaidi ni sakata zima la ndoa ya Zuchu na Diamond Platinumz, jambo ambalo finally, tunaona kwamba limetimia baada ya miaka mingi sana Zuchu kuonekana kwamba alikuwa anatamani hiki kitu kitokee, na hicho kitu kweli sasa hivi kimetokea. So msikilize hapa, Mama Hadija Kopa anavyomsifia Zuchu kwamba anajua kupika na hata mtu aliyemoa ambaye ni Diamond amepata mke msafi, mke ambaye anajua kupika chakula kitamu na vitu vingine kama hivyo. Sikiliza hapa. Amin. Wa wa na yana. Na yana. Na yana. Yeah, so hiyo ndo momenti ambayo Mama Hadija Kopa alikuwa yuko na Zuchu na kula na hicho ndo kitu ambacho lichokuwa wanakizungumza. Sasa basi. Yeah. Kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana, yaani hawa wamama bwana wanaishi na mashoga alafu wanajiita vyo vya jamii. Kuna mtu hapa anasema kwamba bwana watu wanachezea. Okay, okay, ay. kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana waambie eh wasi, okay, mashallah mashallah, kwa mtu anasema kwamba bwana waambie wasikie vizuri. Hello, kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana kuna mtu hapa amesema kwamba bwana Zuchu, kweli inaonekana anajua kupika, kwa sababu hao wanaokula wenyewe wa, wanaonekana kabisa wanajilamba mpaka vidole, mambo hayo. So it is what it what is, ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Katikatokati kisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.